Hello, hello everybody, it's another beautiful day kama kawaida, this is Gavoo Media kipindi hewani ni The Viral. Humu ndani tunakuletea story nyingi sana za entertainment kutoka hapa kwetu bongo pamoja na nje ya mipaka ya Tanzania. I go by the name of Lesha. Stick around, don't go nowhere, this is The Viral. Tukianza hapa kwetu bongo bwana, stori ya kwanza ambayo tuko nayo ni kuhusiana na mtu mzima Jux. as we know huko mitandaoni kinachoendelea ni kuhusiana na ndoa yake ambayo ameenda kuifanya, au sherehe ya harusi yake nchini Nigeria, yeye pamoja na mke wake Priscilla. Eh bwana, mtu mzima Jux amependeza sana, as we know Master Kibao wa kwetu bongo, tumewaona wametupia, wametokelezea, hongera sana kwao. Pia pamoja na Master kupendeza watu Kibao wamehudhuria harusi yake hiyo, akiwemo kina P Square, Korede Bello. Yaani kwetu hapa bongo ameenda wasanii Kibao Kibao, so kwa mention lakini ni wengi akiwemo mtu mzima Diamond, Homie Dimples, Nandy, Bill Nass na wengine kibao. Kwa ufupi, maandalizi ya shughuli hiyo yalikuwa ni poa sana. Tuwapongeze mastaa wetu hao na Mungu awajalie kwenye safari yao ya ndoa. Tukisalia hapa hapa Bongo, bwana msanii kutoka kwenye record label ya Wasafi Zuchu, kupitia akaunti yake Snapchat a, pamoja na Good People Gang, ameposti freestyle ya wimbo wa Dogo Paten ambaye ni msanii wa singeli. Freestyle hiyo imetrend sana kwenye mitandao ya kijamii especially TikTok. Dogo Pattern aliwahi kufanya kazi na Dogo Sergeant kwenye remix ya wimbo wa Mario Salio Aa, lakini hawakuweza kuendelea kufanya kazi pamoja kutokana na hawakuwa na maelewano mazuri. So Zuchu na LG walionekana wakijirekodi kipande cha wimbo huo wa Pattern, na kusema hivi kuwa atamtafuta. So let's wait. Anything can happen baby, kutakuwa kuna kolabo. We don't know. Kwa hiyo katika habari ambazo tulikuwa nazo leo kibongo bongo ni pamoja na story ya mtu mzima Zuchu. Tukitoka nje ya mipaka ya Tanzania tunaenda paka nchini Marekani. Nakutana na Bwana Terrence Howard anajiandaa kutoa podcast yake mpya ambayo anasema atafichua uovu mkubwa ndani ya Hollywood. Kupitia podcast hiyo, Bwana Howard amelenga kuwa wahusika wakuu kama vile kampuni ya CAA, Disney pamoja na Fox. Howard anadai bwana um, alipewa bei ndogo alipokuwa akiigiza kama Louis Leon kwenye series yake ya Empire baada ya shinikizwa na CAA. Anasema pia anazungumzia usaliti wa kibiashara na mikataba isiyo na haki aliyokumbana nayo kwenye safari yake ya maisha ya kazi. Pia hivi karibuni one of the interview ambayo alifanywa bwana Howard uh, kwenye PBD podcast alielezea tukio la kukutana na PDD akidai kwamba aliunganishwa, alikutana naye kwa ali kisingizio tu cha kazi na ya kumfundisha namna ya kuigiza and all the stuff like that, lakini alipewa onyo kubwa kutoka kwa msaidizi wake P Diddy kuhusiana na kazi. Kupitia podcast hiyo, wana Howard amesema hana cha kupoteza na yuko tayari kusema ukweli hata kama utamuudhi nani. Lengo lake ni kupaza sauti kwa niaba ya waigizaji wengine ambao wananyanyaswa kwenye tasnia ya, ya filamu ya Hollywood. Hizo ndo habari ambazo tulikuwa nazo kutoka hapa kwetu Bongo pamoja na nje ya mipaka ya Tanzania. This is the viral kama kawaida. Hii ni Gavo Media. Usisahau kutufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii at Gavo Media kwa Instagram, ukatufollow, ukacomment, ukashare, utakomentisha sana. Pia on YouTube channel at Gavo Media. Ukacomment, ukashare na ukafollow pia ukasubscribe, utakuwa umetisha sana. Unyama ni mwingi. Till next time, this is the viral. Bye bye. Gavoo Media. Pamoja, hatua kwa hatua.